Habari za asubuhi, jina langu ni Restituta Mkongwe. Karibu tuweze kujifunza namna ya kutumia Adobe Audition. Sasa, baada tu, kwa mara ya kwanza ukifungua audition yako utaona interface ama sura inaonyesha hivi. Kwa maana ya hizi sehemu, tunai sehemu ya kwanza ambayo yenyewe inatumika kwa ajili ya kuimport audio zako lakini pia tunayo hii hii sehemu kubwa ambayo pia hii inatumika kwa ajili ya kuediti, lakini pia unaweza ukarekodi. Kwa hiyo haitumiki kwa ajili ya kuediti tu, unaweza pia ukatumia kwa ajili ya kurekodi kile unachokitaka audio yako ukiachana. Okay, na hiyo tuna hii sehemu nyingine ambayo ina media browser, effect, markets, properties na hivyo vingine ampo hapa, inakusaidia sasa. Kwenye media browser ndimi unaweza ukasikiliza audio yako hapa kabla ya kuchukua na ku, kabla ya kuidrag na kuileta hapa. Kwa hiyo inakupa uwanda mzuri wa kujua, lakini hapa pia unaimport vipi kazi yako? Unaweza ka, unaweza njia nyepesi ni control i, unaweza kufanya uka, uka, ukaona audio yako, lakini pia unaweza ka double click itakuletea audio hapo, itakuletea file kwa utachagua file na kuangalia audio ambayo unaitaka, una kisha uta open, ukisha open ita itakuleta hapo itakuleta hapo lakini bila kusikiliza, lakini hapa utasikiliza kwanza audio yako, utakayoiona inafaa ndio utai drive utaileta hapa. Ukiachana hapa, like tuna tuna hii sehemu pia ambayo hapa imeandika history, kwa maana kwamba kazi zote audio zako zote unazifanya itakuja kujitunza hapa. Lakini pia unaweza ukakata hata video kwenye audio, ndio hapa sehemu ya video itakuonesha aya. Ukija hii sehemu nyingine imeandika level hii hii inamaanisha kwamba sauti yako unayorekodi no ndio itakuwa inaonekana hapa. Sasa sauti haitakiwi kuzidi, haitakiwi kuzidi ikakufikisha kwenye ukundu, kwa sababu itakuonyesha kijani mwanzoni, katikati hapa kuna njano, alafu mwishoni huku kuna nyekundu. Sasa sauti yako hutakiwi kuzidi kufika kwenye ukundu, walau ishie kwenye njano hapo. Mpaka hapo, nadhani kuhusiana na interface nitakuwa nimemaliza.